Wakati wa mvua kwa kabila la Sakuye huwa ni wakati wa furaha. Mvua kwao huja na baraka tele. Sisi tulikuwa miongoni mwa baraka zao. Tulifahamishwa kabila la Sakuye ni miongoni mwa makabila 14 ambayo asili yake inapatikana katika kaunti ya Marsabit. Kila kabila linaweza kutofautishwa na lingine kwa mitindo kadhaa, lakini kimsingi kunavyo vitu kadhaa vinavyowaleta pamoja. Wasakuye ni wafugaji wa kuhamahama, huku mtaji wao mkuu ukiwa ngamia. Nyumba zao kama hii wanayoijenga ni za muda, bora wamejisitiri kutokana na makali ya mvua na jua. Ndani ya nyumba zao, licha ya kuwa ndogo, huwa na shughuli nyingi. Nyumba zenyewe zimejengwa kwa kutumia makonge. Kando na masuala ya ujenzi na nyimbo, Wasakuye hujihusisha na mapambo. Mapambo yenyewe huambatanishwa na masuala ya kijamii ikiwemo ndoa, na ili kumtambua mwanamwali katika jamii hii, yeye huvalia mkufu wa shanga spesheli kichwani, ambao shanga zake hupangwa kwa kuacha nafasi ndogo ndogo lakini mwanamke aliyeolewa hasa katika makabila yote kumi na mane, shanga huwa zimepangwa mfululizo. Hii ndo urembo yetu ya utamaduni. Mama akishaolewa, amezaa na ni lazima avae hii, ajulikane, ndo ye ndo mama, na hata kuna ya msichana hii ndo sasa inatofautisha msichana na mama. Wanawali hawasuki nywele wao huziacha zionekane ndefu na nyororo yes, chukura. Wanawake walioolewa wanasukwa kwa mtindo mmoja. Hata hivyo, tunajuzwa kuwa haikuwa hivyo kitambo. Wanawake waliokuwa wameolewa pia walikuwa wanaruhusiwa kuachilia nywele zao kama wasichana, lakini kutokana na wivu wa mabwana wao walilazimishwa kusuka Mtu anakaa mardadi sura mzuri, bwana akasikia wivu, nikasema au bila unaacha nywele hivi, mana mwingine anaweza kuchukua. Wacha sasa tukuharibu sura, uwe unasuka hivi. Kwa hiyo sasa ukiolewa unasuka hivi, ile tu ni nguvu ya bwana ndio ilianzisha. Katika eneo jingine la kaunti hiyo, tunakutana na jamii ya Waborana. Hii ni jamii ya wafugaji pia, hasa wa ng'ombe. Wimbo wanaoimba ni wa kusifu ng'ombe wao, na wanaamini kuwa kila wanapomwimbia atatoa maziwa mengi <tutu> baadhi ya vifaa wanavyotumia na hata kuviuza vinatokana na ng'ombe wao. Kila kifaa kina umuhimu wake kitamaduni kuwa wao ni wafugaji na maisha yao ni ya kuhamahama, wameweza kutengeneza vifaa vinavyotumiwa kuhifadhi vyakula vyao. Kibuyu hiki kinahifadhi maziwa ilhali hiki ni kikombe wanachokitumia kunywa maziwa. Kwao utamaduni una umuhimu wa aina yake kwa jamii hii ya Borana sawia na zingine. Humo wanawake hujitayarisha kwa makini kuwalaki laki waume zao. Pindi wanaporejea nyumbani jioni. Haya ni marashi yanayochomwa kutoa harufu nzuri itakayompendeza mpenzi mpenziwe. Baada ya kuchomwa, mwanamke hujifinika kwa shuka ili kuhakikisha kuwa marashi hayo yamefikia sehemu zote za mwili wake hata nywele. <laughs> Kando na marashi hayo, shingo yake na mwili wake hurembwa kwa shanga za aina tofauti tofauti. Yote hayo yanalenga kumpendeza mume, asipate jicho la nje. Wasichana hawaruhusiwi kujipamba. Kuna mitindo tofauti ya kujipamba, yote yakimlenga mwanamke aliyoolewa. Jukumu lake zito ni kumshughulikia kikamilifu mumewe, ambaye mchana kuto anawashughulikia mifugo. Serikali ya kaunti ya Marsabit imetoa hakikisho la kuhifadhi tamaduni hizo tofauti hasa wakati huu ambapo wengi wameanza kujihusisha na mienendo ya kisasa. So we have Marsabit Lake Turkana Cultural Festival in Loiyangalani every year where we bring communities from all over to celebrate the history, the architecture, the houses, the songs, the dances. Every aspect of every community. And they stay together for three, four days, celebrating, dancing, and enjoying themselves. And as a, as a, a such, they also attract guests, people from all over. Ni changamoto kwa wengi ambao wanadaiwa kuwa chamba chao kwa msala upitao kwa baadhi ya wakazi wa Marsabit. Licha ya shinikizo la mambo ya kisasa hasa wanaoishi mijini, kwao mwacha mila ni mtumwa. Mtazamaji, mimi nishafunzwa utamaduni mpya wa kisasa na waghaibuni, nimekuachia wewe. Kennedy Muridhi, QTV, katika kaunti ya Marsabit.